Sasa leo tunapoanza safari yetu ya hekima, saa zinahesabika kwenye siku yenye shughuli nyingi zaidi iliyorekodiwa katika huduma ya Yesu. Na mabadiliko yametokea katika huduma ya Bwana kwa taifa la Israeli kwa sababu viongozi wao wa kidini wamewaongoza kumkataa Yesu kama Masihi na mfalme wao. Sasa huo ukataa una madhara yake. Kwanza kabisa, ufalme wa Mungu hauko tena karibu. Kutoka kwa mtazamo wa Israeli, jambo hili limeahirishwa bila kutarajiwa. Pili, jinsi Israeli itakavyohusiana na huu ufalme uliocheleweshwa lazima ijadiliwe. Yesu atafafanua hilo. Yesu atafanya hivyo kupitia mifano. Kumbuka, mifano ni hadithi za kidunia zenye maana ya mbinguni zinazoletwa sambamba. Sasa katika safari yetu ya mwisho ya hekima, Yesu alikuwa ameketi kwenye mashua kaskazini mwa ziwa Galilaya. Umati mkubwa wa watu ulikusanyika kumsikiliza akifundisha. Nimepata bahati ya kuwa hapa kwenye eneo hili nchini Israeli ambapo tukio hilo linaaminika lilitokea. Ni eneo zuri sana la kupendeza, mawimbi madogo yanagonga ufukweni na miti inatoa kivuli dhidi ya joto. Ni mahali bora kabisa kwa Bwana kusimulia mfululizo wa hadithi, hadithi za asili zenye maana ya kiroho. Sasa mfano wa kwanza wa Yesu, mfano wa udongo, ulifundisha kwamba tunaposubiri ufalme ujao, tunapaswa kupanda mbegu ya neno la Mungu kote duniani. Sasa Yesu anasimulia mfano wa mbegu inayoota, ambao unapatikana tu katika injili ya Marko sura ya nne. Bwana anaanza mstari ishirini na sita: Ufalme wa Mungu ni kama mtu anayepanda mbegu ardhini. Analala na kuamka usiku na mchana, na ile mbegu inachipua na kukua, hajui inavyotokea. Ardhi yenyewe inazalisha: kwanza huota majani, kisha masuke, halafu punje kamili ndani ya masuke. Na punje zinapoiva, mara moja huvuna, kwa sababu mavuno yamefika. Nikuambie mfano huu unaleta faraja kubwa kwa kila muumini hadi leo anayeshiriki Injili ya Kristo na watu wengine. Matokeo hayo hayategemei namna ya kuwasilisha Injili kwa ujanja wowote. Una haja ya kutoa uwasilishaji kamili wa Injili. Kwa kweli, Bwana anasema hapa kwamba hata mkulima mwenye bidii zaidi hajui ni nini hasa kinachofanya mbegu hii ichipue na kukua. Na hiyo ni kwa sababu kanuni ya uhai, mtoaji wa uhai ni Bwana. Kwa hiyo nguvu haiko kwa yule anayeshiriki injili. Tunataka kufanya vizuri, lakini nguvu haiko katika uwasilishaji wetu. Nguvu iko katika neno la Mungu na roho wa Mungu kwa kweli Biblia inatuambia katika Waebrania saa nne na madakika kumi na mbili kwamba neno la Mungu ni hai na lina nguvu na kali kuliko upanga wowote ukatao kuwili, linapenya hata kugawanya nafsi na roho, viungo na mafuta ya mifupa, na linatambua mawazo na makusudi ya moyo. Wapendwa, Mungu anatualika tuwe waaminifu na wenye hekima kupanda mbegu ya neno lake, kisha tumwamini kwa matokeo yote. Unajua hiyo inamaanisha nini? Hiyo inamaanisha huwezi kujipatia sifa kwa mtu kuokoka. Pia inamaanisha hupaswi kujilaumu kama hawajaokoka. Kwa kweli, mtume Paulo labda ndiye mwinjilisti mkuu na mwenye matunda mengi zaidi na mpandaji wa makanisa aliwahi kuandika hivi: mimi nilipanda mbegu, Apolo akamwagilia, lakini Mungu ndiye aliyekuza. Mungu ndiye alifanya ile mbegu ianze kuishi na kuzaa matunda. Sasa tutahitaji kurudi kwenye Mathayo sura ya kumi na tatu ambako mifano iliyobaki imeandikwa ea, kwa ajili yetu hapa, na tunayo mfano wa magugu na ngano. Unaona, Wakristo sio wao pekee wanaopanda mbegu. Ushawahi kufikiria kwamba sisi sio waeneza injili pekee siku hizi? Mimi mimi mimi nafikiri madhehebu potofu na dini za uongo za siku hizi zinatupita kwa kasi katika kueneza mafundisho yao. E, wao wanaonekana kuwa na bidii zaidi kupanda mbegu bandia kuliko vile kanisa linaonekana kupanda mbegu ya kweli. Basi Bwana anasema hapa kwenye mstari wa 24: ufalme wa mbinguni umefananishwa na mtu aliyepanda mbegu njema shambani mwake, lakini wakati watumishi wake walipokuwa wamelala, adui yake akaja na kupanda magugu katikati ya ngano. Sasa katika siku za Yesu, magugu au kile tunachokiita leo bearded darnel ni aina ya ngano iliyoharibika. Inaonekana kabisa kama ngano halisi hadi pale punje zinapoanza kuonekana, lakini haya hayazai ngano kabisa. Tunaweza kusema kwamba yanajifanya kuwa ngano muda wote. Unajua, nina magugu kadhaa pale uwanjani kwangu, wanaiga mimea wanayokuwa karibu nayo kwa kweli nafikiri nina magugu mengi kuliko mimea. Sasa shida ni kwamba magugu haya ni sumu isipokuwa yatenganishwe na ngano, eh, isipofanyika hivyo, huwezi kula hiyo ngano. Sikiliza, kupanda magugu kwenye shamba la mtu mwingine ilikuwa ni kitendo cha hujuma. Haikuwa tu bahati mbaya, ilikuwa imelenga kuharibu riziki ya huyo mkulima. Kwa kweli chini kidogo, kwenye mstari wa thelathini na sita wanafunzi walimuuliza Yesu maana ya mfano huo na Yesu akawaelezea: yeye ndiye mpanzi, shamba ni ulimwengu, mbegu nzuri ambayo ni ngano ni waumini wa kweli, adui ni Ibilisi na magubu ni wanafiki. Wanaonekana kama eh, Wakristo, wanaonekana kuongea kama Wakristo lakini ni sumu kwa kazi ya Ukristo wa kweli, kwa sababu wao ni wanafiki. Sasa Yesu anasema kwamba mpango wake wa ufalme ni kuruhusu ngano na magugu vikwe pamoja. Kwa kweli, kutumia muda wako wote kujaribu kung'wa, eh, eh, kugundua wote wanaojifanya basi, hiyo haitakuwa nzuri kwa waumini wa kweli. Lengo lako katika huduma si kwenda huku na kule ukitafuta kila muumini wa uongo. Ninawajua wachungaji katika makanisa leo ambao wanafikiri hiyo ndio kazi yao maishani. Hapana, Bwana anasema hapa, subirini mpaka hukumu ya mwisho eh, isipokuwa kama ni dhahiri e eh, na hapo nidhamu itachukuliwa. Lakini kama si hivyo, usitumie muda wako wote, unajua muda, kujaribu kuwa mpelelezi. Wakati wa mavuno, ule wakati wa mavuno wa baadaye, hiyo hukumu, ndiyo Mungu atawatenganisha wanaojifanya na wale wanaomiliki imani ya kweli. Sasa hayo mavuno yanakuja mwishoni mwa siku. Kibiblia tunaelewa kuwa ni mwishoni mwa dhiki kuu. Malaika ndio wavunaji ambao watatenganisha ngano na magugu. Sasa Yesu anaendelea kutangaza katika mstari wa 43 kwamba magugu wale wasioamini na wavunjaji wa sheria watapata hukumu ya milele, ilhali wenye haki watang'aa katika ufalme wake, katika ufalme wa baba yao, wataingia katika ufalme na kumpa Mungu utukufu mkuu. Sasa lengo la mfano huu ni kwamba waumini wa uongo wapo katika kipindi hiki cha sasa. Wengi wataonekana kabisa kama Wakristo lakini hawajawahi kumwamini Yesu Kristo kwa dhati. Sasa kumbuka tu, Bwana anajua mioyo ya watu. Una haja ya kujua kila mtu ni wa aina gani. Kwa kweli yeye pekee ndiye anayeweza kubaini ni nani alikuwa anajifanya muda wote na ni nani anayemilikiwa naye kwa kweli, na siku moja ataingia katika ufalme wake wa utukufu wa miaka elfu moja. Sasa pamoja na hayo, mstari wa thelathini na moja unatupatia mfano mwingine wa mbegu ya haradali: ufalme wa mbinguni umefanana na punje ya haradali ambayo mtu alichukua na kuipanda shambani mwake ni ndogo kuliko mbegu zote, lakini ikisha kukua huwa kubwa kuliko mimea yote ya bustani na kuwa mti, hata ndege wa angani huja na kutengeneza viota katika matawi yake. Yesu hapa anatumia msemo wa kawaida wa Kiyahudi, na kwa kweli walikuwa wanatumia kuelezea kitu kidogo sana, kama kuwa kidogo kama punje ya haradali. Sasa hoja ya Yesu hapa ni kwamba mpango wa ufalme wa Mungu katika enzi hii ya sasa unaanza ukiwa mdogo sana. Na ndivyo ilivyokuwa, sivyo? Ni wafuasi wachache tu waliomfuata Yesu mwanzoni, lakini lakini lile kundi la waumini katika kipindi cha miaka elfu mbili iliyopita linafanya nini? Nam, linakuwa na kuwa kama mti mkubwa sana kadri watu wengi zaidi wanavyokuja kupata makazi yao, kupata makao yao ndani ya Kristo, kama vile ndege wanavyopata viota vyao. Sasa tangu mwanzo, Mungu alikuwa amepanga mwanzo wa unyenyekevu kabisa kwa mfalme wake na pia kwa ufalme wake unaokuja. Huwezi kupata kitu kidogo zaidi ya mbegu ya haradali. Ni mojawapo ya mbegu ndogo kabisa za bustani, lakini katika msimu mmoja tu inaweza kukua na kuwa kama mti hadi kufikia futi thelathini kwa urefu. Basi ufalme wa Bwana kwa sasa ni kama mbegu ndogo tu. Ni mkubwa sasa kuliko ulivyoanza , lakini bado ni mdogo. Lakini mpe muda. Yesu anasema siku moja ufalme wa Mungu utajaza dunia yote. Basi mifano hii inatuonyesha kwamba ufalme unaweza kuwa hauonekani, lakini hauwezi kushindwa. Mfalme anafanya kazi nyuma ya pazia. Anatenda kazi katika mioyo ya wale wanaomwamini na sisi kwa sasa hatuna umuhimu mkubwa sana. Unajua, hatutabadilisha mizani ya masoko ya dunia. Kanisa halitapewa umaarufu wala kufuatwa na umati kwa kiasi kikubwa, ujumbe wetu utapuuzwa. Lakini wapendwa, kumbukeni hili tu, endelea kupanda mbegu, endelea kumfuata, endelea kumtumainia. Kile anachofanya duniani leo huenda kikaonekana si kitu kikubwa.